Mwasha, Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, waheshimiwa sana mapadre, waheshimiwa masista na watawa wa kiume kama wapo, watumishi wa altare, waumini wenzangu na Watanzania wengine mlioshiriki ibada hii, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu, Ninasimama kwanza kutoa shukurani za pekee, salamu za serikali, shukurani za serikali kwa kuongoza ibada hii muhimu sana kwa taifa letu, lakini zaidi kwa mafundisho yako, homilia yako ni nzuri sana nilikuwa sijamuona Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakuomba utumie mamlaka yako, mafundisho yaliyotolewa na baba huyu leo kwa kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa, basi yarejewe tena kwenye vyombo vyetu vya habari na hasa Radio Tanzania yeah. Na kwa hapo sitakuwa na cha kuongeza Mwasha, baba askofu mkuu, umeyasema vyema. Mchango wa baba wa taifa ni mkubwa mno, sio rahisi kuueleza kwa ufasaha kama ulivyofanya wewe, kwa kipindi kifupi. Lakini pili, ni washukuru waamini wa Katoliki wa jimbo kuu Katoliki la Mbeya na wananchi wote wa mkoa huu wa Mbeya ambao umejitokeza kwa ajili ya kumkumbuka baba yetu ambaye alitoa mchango mkubwa sana kufanya tuoe ya nchi inayoitwa Tanzania katika ulimwengu huu. Kwa hiyo asanteni sana, lakini kwa nafasi ya pekee pia ni washukuru wanakwaya wetu, mmeimba vizuri na mmetoa ujumbe ambao unaakisi kwa kweli siku ya leo tumeyasikia hata kama mlikuwa mnaimba, eh, la mwisho lile la utunzaji wa rasilimali, masikio tunayo. Basi nitaomba niishie hapa. Kwa niaba ya serikali, tena tunawashukuru wote mliopo hapa ndani na hata ambao hawaweza kufika. Tuendelee kumwomba Baba, kumwombea baba wa taifa hili Mungu akubali kweli kumpokea miongoni mwa watakatifu wake, lakini na sisi wote, kila mmoja ajitahidi kufuata mfano mwema ambao alituachia baba wa taifa, na hasa kwa viongozi. Nimemwona mtoto wake hapa, tumekaa naye pale karibu, alisoma na sisi wengine. Ingekuwa sisi wa siku hizi, pengine tungewapeleka kwenye mashule huko juu, majuu lakini alisoma hapa hapa, alikuwa ni mwaminifu sana kwa nchi yake, alitupenda sana, na huko aliko, naamini kama amefika kweli kwa Mungu, anaendelea kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Kwayo na sisi tumwombee, tumwombee apokelewe mbinguni, awe mmoja wa watakatifu. Asante sana baba kwa nafasi hii. Tumsifu Yesu Kristo, amen.